Sasa hivi karibuni Marekani imetangaza ndege yake hatari zaidi, ndege yenye uwezo wa kuzuia vita vya Marekani na China au kupigana hivi vita na kuvishinda kabisa. Ni ndege ambayo zamani tumekuwa tukijua kwa jina la NGAD, yani Next Generation Air Dominance. Ni ndege iliyokuwa inatengenezwa kwa ajili ya kuwa bingwa wa kutawala anga la adui. Kama unavyojua, hii ni strategy muhimu sana kwenye jeshi la Marekani. Sasa hii ndo jeti ambayo ilikuwa inatakiwa kuwa mrithi wa jeti nyingine hatari zaidi duniani kuwahi kutengenezwa. Hii ni jeti kwa jina la F-22 Raptor. Najua watu kwenye comment wataanza kubisha sana, watasema Max, ah wapi, lakini huo ndo ukweli. Labda mnaweza mkawa mnasema hivyo sababu sijatengeneza video ya hii jeti ya F-22 Raptor. Nitatengeneza video yake na nitaonyesha ni kwa nini jeti ndiyo jeti hatari zaidi duniani. Sasa hii jeti ya NGAD ndo jeti ambayo ilikuwa inatakiwa kulisi kazi ya hii jeti ya F-22 Raptor, kutawala anga la adui. Sasa unaeza ukauliza kama hii F-22 Raptor ndo jeti hatari zaidi duniani, kwa nini marekani wanataka kutengeneza jeti nyingine? Ok, hii jeti ni jeti iliyodizainiwa miaka ya 90 ikiwa na lengo la kupigana na kushinda vita dhidi ya adui mwingine kabisa. Adui wa kipindikile alikuwa ni Urusi na jeti yao ya Su-27 aka Flanker. Flanka kipindi kile ndio ilikuwa jeti hatari zaidi duniani, kwa ikabidi Marekani watafute jeti ambayo itajibu mapigo ya hii jeti ya Flanka. Kwao ndio maana wakadizaini hii jeti ya F22 Raptor, na baada ya ku design hii jeti wakaona kabisa ya hii jeti ina uwezo mkubwa kweli, kuishinda hata Flanka. Kwa hiyo walijua wapinzani wao Urusi watajibu na jeti nyingine, lakini miaka ikazidi kupita, Warusi wakutengeneza jeti nyingine ambayo hata inakaribia uwezo wa hii jeti ya F22 Raptor kwa hiyo Marekani wakaamini kabisa hawatapata adui mwingine mwenye uwezo wa kumachi teknolojia ya jeti ya F-22 Raptor. Kwa mwisho wa siku wakaacha kuzitengeneza hizi jeti, na waliacha kuzitengeneza hizi jeti sababu waliamini kabisa hakuna mtu atawai kuzitumia hizi jeti, sababu walihakikisha hizi jeti hata haziwezi zikauzwa nchi nyingine. Nchi kama Japani walikuwa wanatamani kununua hizi jeti, lakini Marekani wakakataa na wakapitisha sheria kabisa hizi jeti haziwezi zikauzwa. Lengo hapo alikuwa anataka kumaintain teknolojia hali ya juu kwenye upande mzima wa jeti za kivita, sababu jeshi lao la anga linategemea uwezo wake wa kutawala anga la adui ndio liweze kushinda vita. Bila kufanya hivyo, kushinda vita kutakuwa ngumu sana kwa Marekani, kwa ndio maana alikuwa anataka kumaintain hii teknolojia. Sasa miaka ilivyozidi kwenda, ameibuka adui mwingine, adui ambaye anataka kukopi doctrine zote, anataka kukopi doctrine ya Urusi, yani kuwa na yale makombola ya masafa marefu sana. Haya ni yale makombola ya ulinzi wa anga. Ana doktrini yake nyingine, hii ni A2AD. Hii inahakikisha kwamba vikosi vya Marekani havitakuwa na havita uwezo wa kusogea kwenye uwanja wa vita ambapo China wanapigana, sababu ametengeneza wa haya makombola makubwa sana. Haya ni makombola ya balistic yenye uwezo wa kulenga meli za kivita za Marekani, tena zile meli kubwa kubwa ambazo zinabeba ndege za kivita za Marekani ili sasa ziweze kusogeza hizi jeti karibu na kuanza kufanya mashambulizi. Wachina wana makombola yenye uwezo wa kulipua hizi meli, kwa hiyo ndiyo maana jeshi la Marekani litapata tabu sana kuwasogelea Wachina. Lakini pia wamechukua doktrini ya Marekani ambayo hii ni kutengeneza jeti nyingi sana za kivita ili kuweza kutawala anga la adui yako au hata kulinda anga lako mwenyewe. Sasa ukiangalia hii staili ambao Wachina wanataka kupigana vita nadhani unaona jinsi gani itakavyokuwa ngumu sana kwa Marekani kuvishinda hivi vita, sababu Marekani atapata tabu sana kusogea karibu na uwanja wa vita ili kufanya mashambulizi yake. Kwa hiyo njia pekee ambayo anaweza kutegemea ni kufanya mashambulizi kutokea mbali. Tatizo ni kwamba hizi jeti zake zote, jeti kama F22 Raptor, lakini pia na hii F35 hazina range au hazina uwezo wa kubeba mafuta mengi sana na kufanya safari hadi karibu na China kisha kufanya mashambulizi na kurudi nyumbani sababu hizi ni jet zilizodizainiwa kupigana vita ya Europe. Yani vita kati ya Marekani na Russia, sababu hizi ndege zitakuwa zinatoka kwenye viwanja vya Europe pale, alafu zinapaa kwenda kufanya mashambulizi Urusi. Hilo ndio lilikuwa lengo la kudesign hizi jet. Kwa hiyo kupigana hivi vita vya Pacific, Marekani ilikuwa inahitaji jet mpya kabisa, jet ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba mafuta mengi kweli na kupaa umbali mrefu kisha kwenda kufanya mashambulizi alafu kurudi sehemu ilipotokea. Lakini pia hii jet ni jet ambayo inatakiwa iwe na teknolojia hatari zaidi, sababu adui ambayo hii jet inaenda kupigana naye na yeye ana teknolojia hatari zaidi. Kama unakumbuka, hivi karibuni tuliona Wachina na wenyewe wamesha paisha jeti zao za generation ya sita. Kunuzu kasema hii itakuwa ni ngoma draw kati ya China na Marekani. Wote wanaweza wakapigana vita kwa kutumia hizi jet za generation ya sita. Vite <laughs> sasa, sijui hiyo vita itakuwaje sasa. Tulikuwa tunajua hii ndege ya NGAD itakuja mapema, yani mapema zaidi hata ya zile ndege za China ambazo zilipaa, nadhani ilikuwa ni mwaka jana, zile ndege za generation ya sita ndege kama J36. Lakini hii ndege ya NGAD ilisimamishwa, ni mradi wake ulisimamishwa sababu Marekani ilikuwa imekosa hela ya kutengeneza hizi jet. Sasa najua unashangaa Marekani inakosaje hela ya kuendesha miradi yake. <laughs> hhu yeah, sometimes inatokea kutokana na maswala ya bajeti. Air Force ambao ndo walikuwa wanatakiwa kutoa hela ya kulipia hii jeti walikuwa hawana hela kabisa, yani bajeti yao ilikuwa itoshi, sababu tunajua sasa hivi wanatengeneza kombola lao jipya kabisa, hili ni kombola la ballistic, Intercontinental Ballistic Missile, kwa jina la Sentinel. sasa hili kombola limeonekana kuchukua hela nyingi sana kwenye bajeti yao na ni lazima watengeneze hili kombola, kwa mwisho wa siku wakaamua wapunguze matumizi kwa kusimamisha umradi wa kutengeneza hizi jet, lakini sasa juzi kati serikali ya Marekani ikiongozwa na Donald Trump imetangaza kwamba hii ndege mpya kabisa itaanza kutengenezwa. Ni ndege ambayo tena haitaitwa NGAD, itaitwa F47. <laughs> Sasa watu tuko najiuliza hili jina la F47 limetoka li wapi? <laughs> lakini kama unavyojua, Donald Trump ni rais wa 47 wa Marekani Konozo kuta ameita hii ndege kulingana na namba na yake ya urahisi <laughs> sababu yeye ndo ametoa hela ya kuokoa huu mradi. Huu ni mradi ambao ulikuwa nataka kusimamishwa kabisa, lakini kampuni ambayo limepewa tenda ya kutengeneza hii ndege ni kampuni la Boeing <laughs> hata mimi sikutegemea kama Boeing watapewa hii tenda ya kutengeneza hii ndege sababu rekodi zao za hivi karibuni ya sio nzuri, na watu wengi kweli walikuwa wananiuliza kwamba je, Boeing wana experience ya kutengeneza hizi jet ambazo ni ngumu sana kuonekana kwenye rada? Jibu ni ndio, Boeing wana experience kubwa tu ya kutengeneza hizi ndege ambazo ni ngumu sana kuonekana kwenye rada, na wenyewe ndo nadhani walianza kutengeneza hizi ndege. Walitengeneza ndege fulani hivi inaitwa the bird of play, ilikuwa ni kama drone, ilikuwa ni ndogo sana, lakini ndege ilikuwa na uwezo mkubwa sana wa kutoonekana kwenye rada. Lakini pia waliweza kushindana na ile kampuni la Lockheed Martin kwenye tenda ya kutengeneza hizi jeti za F35 lakini design ambayo Boeing waliitengeneza <laughs> ni jeti kama unavyoiona hapa, ni jeti ambayo muda wote ni kama inacheka <laughs> muda wote inafly hii jeti lakini haikubatika kuchaguliwa. Hii F-35 ya Lockheed Martin ndio ikachaguliwa. Kwa hiyo Boeing wana experience ya kutengeneza ndege kama hizi. Sasa hii unaiona ndiyo picha pekee ya hii jeti F-47. Hapa imeonyeshwa kwa mbele tu, hatujapata picha ambayo inaonyesha hii jeti yote, yote ikoje Design yake halisi ikoje. Lakini kwa hii picha hii jeti inavyoonekana, mimi naona kama ni jeti ndogo. Sijui macho yangu yatakuwa naona kama wewe. Labda macho yangu yana matatizo. Hebu niambie kwenye comment unaionaje hii jeti? Mimi naiona kama ni jeti ndogo ndogo fulani hivi. Sasa hapo ndo tunaanza kujiuliza, je, kwenye swala zima la range jeti itakuwa na range ya kupigana vita ya Pacific? Sababu inavyoonekana hapa ni kama ni ndogo. Wengi tulikuwa tunaamini kwamba ili Marekani waweze kupigana hii vita ya Pacific lazima watengeneze jeti kubwa kweli, jeti ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba mafuta mengi ili iwe na range kubwa, lakini kwa hii jeti inavyoonekana hapa, inaonekana ni ndogo. Ni ndogo hata kuliko hii F-35. Sasa swali ni je, hii jeti itakuwa na range ya kupigana hii vita Pacific ya? Mi nadhani jeti hata kama ni ndogo inaweza ikawa na range ya kupigana vita Pacific. ya Pacific. Tukumbuke tokea zamani Marekani walikuwa wanatengeneza engine mpya kabisa ambayo itatumika kwenye hii jeti wengine wengine nadhani ya ya yale yale, natumia injini moja, sababu inavyoonekana ina umbo dogo lakini wengine wanadhani itakuwa inatumia injini mbili au wengine wanaamini kwamba itakuwa na injini tatu kama ile jet ya China J-36. Lakini pia kitu kingine cha muhimu sana ambacho tunatakiwa tukumbuke ni kwamba hii jet generation ya ya sita ambayo Marekani walikuwa wanaitengeneza tokea zamani imekuwa ikitangazwa kwamba itakuwa ni jet ambayo itakuwa inafanya kazi na drones, yaani muda wote itakuwa inapana drones. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hii jet haitakuwa ni jet ambayo inabeba makombola mengi sana ya kufanya mashambulizi. Ni jet ambayo hizi ikawa inabeba makombola mawili tu ya kujilinda yenyewe, lakini makombola yake yote yanabebwa na drones, yaani drones ndio zitakuwa zinafanya mashambulizi kwa niaba ya hii jet. Sasa kama itapunguza eneo lake la kubeba makombola, inamaanisha kwamba hii jet kwenye hii sehemu ya kubeba makombola litakuwepo tenki la mafuta. Kwa hiyo hii jet hizi ikawa na range kubwa kweli, lakini pia hata hizi drone ambazo zinabeba haya makombola zinaweza zikawepo drone ambazo zitakuwa zinabeba mafuta na hii jeti ikiishiwa mafuta, moja kwa moja hizi drone zitaijaza hii jeti mafuta na kuendelea kupigana vita. Kwa hiyo hata kama hii jet inaonekana itakuwa ndogo, inaweza ikawa na range ya kupigana hii vita ya Pacific. Okay, na kitu kingine ambacho nimekiona kwenye hii jet ambacho ni cha ajabu sana ni kwamba hii jet inaonekana kama itakuwa na kanada, yani yale mabawa mengine madogo ambayo yanakuwa hapo mbele ya jet na kazi yake huwa inaifanya hii jet iwe na uwezo mkubwa wa kufanya manuva au kukata zile kona sharp. Sasa kama unavyojua hizi jet generation ya sita ni jet ambazo hazitakiwi kuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya manuva sababu hazina mikia. Sasa sijui kwa nini wameweka kanadi kwenye hii jet. Oh, na nikisema kanadi ni kama yale mabao ambayo yapo kwenye jet kama hii jet ya J20 the Mighty Dragon ya wa China. Hizo ndo kanada. Hayo mabao ambayo yapo kwa mbele hapo yanaisaidia hii jeti iweze kutoka kwenye viwanja vifupi sana, lakini pia ina uwezo mkubwa wa kukata kona zile shapo angani. Sasa hiki ni kitu ambacho kina nikonfuse hata mimi. lenda mbalimbali ambazo zilikuwa zinaonekana mtandaoni zilikuwa zinaonyesha hii jet haina kanada, lakini sasa hivi jet inaonekana ina kanada. Ndio maana tunasema kwamba hii inaweza isiyo design ya mwisho ya hii jet, labda ni prototype moja wapo ya hii jet ndio imeonekana. Kumbuka Air Force walisema kwamba kuna prototype karibia tano za hizi jeti za NGAD Kwao hii inaweza ikawa ni prototype mojawapo na ne inaweza isiwe ni final product. Sasa hizi jet generation ya sita ni jet ambazo zinakuja na teknolojia nyingi kweli, teknolojia ambazo hatujui kama zitakuwepo, lakini zingine tunahakika zitakuwepo, ya yani, nitatengeneza video nyingine ndefu sana ambayo itaeleza teknolojia zote ambazo tunahisi zitakuwepo kwenye hizi jet generation ya sita, kwa usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya Max Tech TV ili kuicheki video. Sasa kwa nini nasema kwamba hii jet ndio itakuwa jet ambayo inaweza kuzuia vita vya Pacific isitokee? Issue hapa ni swala zima la teknolojia. Hii jet ikionekana kwamba ina teknolojia kubwa zaidi, Wachina wanaweza wasifanye au wasianzishe hivi vita vya Pacific. Sababu vita vya Pacific tunajua vinaweza vikaanza Wachina wakiamua kuivamia Taiwan. Marekani anaweza akaingilia hii vita na hii vita ikawa kubwa. Sasa tunasema kwamba Marekani kama ikionyesha kwamba ina teknolojia kubwa zaidi kwenye hizi jeti zake ambayo inataka kuzitengeneza na Mchina akishindwa kumachi hii teknolojia basi vita itakuwa ni ngumu sana kutokea. Vita mara nyingi huwa inatokea nchi zikiwa zinalingana teknolojia. Vita vya kwanza vilitokea hivyo hivyo, lakini pia vita vya pili na vyenyewe vilitokea hivyo hivyo, sababu hizi nchi teknolojia zao zilikuwa zinaonekana ziko sawa muda wote. Kwa hiyo kila nchi ikaona kwamba inaweza ikapigana vita na ikashinda kabisa. Lakini muda ambao hizi teknolojia zilikuwa zinazidiana sana vita vikutokea. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hii NGAD inaweza ikawa ni jeti ambayo inaweza kuzuia vita isije katokea kati ya Marekani na China, na hilo na ndio jambo la muhimu sana. Oh, nilikuwa nataka kumaliza na vituko mbalimbali ambao nimeviona online, watu wakisema kwamba hii jeti kwa kweli inatengenezwa na Boeing itakuwa na matatizo makubwa sana. Watu wanasema kwamba hii jet haitakuwa inatumia makombora kufanya mashambulizi yake. Hii jet, itakuwa maadui milango tu inawadondoshia maadui milango tu, milango yake itakuwa inadondoka, ndo inafanya mashambulizi kwa kutumia milango <laughs> kama unakumbuka, kuna kipindi fulani nadhani nadhani ilikuwa ni mwaka jana, ndege ya abiria ya Boeing ilidondosha mlango huku ikiwa huko juu angani. Bahati nzuri watu hawakufa, lakini hii stori ilileta taharuki kweli. Ndege inawezaje kudondosha mlango huku ikiwa juu? Hilo ni jambo la hatari sana. Inasemekana kwamba Boeing walishindwa kukaza zile nati ambao zinatakiwa kuwepo kwenye mlango, hawakuweza kukaza zile nat. Kwa hiyo ndio maana watu wanasema kwamba hii ndege mpya ambayo Boeing wataitengeneza inaweza ikaenda vitani na ikafanya mashambulizi kwa kudondosha tu milango yake <laughs> watu wana vituko sana. Okay, asante sana kuangalia hii video. Jina yangu ni the atg byby.